Li, ambapo Rais John Magufuli ametengua uteuzi wa katibu mkuu wa Wizara ya Uchukuzi Shaaban Mwijaka na kuivunja bodi ya mamlaka ya bandari nchini t TPA kutokana na kuruhusu mianya ya upotevu wa mapato ya serikali. Akitangaza uamuzi huo mbele ya waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, Waziri Mkuu Kasim Majaliwa amesema pamoja na uamuzi huo, pia ametengua uteuzi wa mwenyekiti wa bodi hiyo Profesa Joseph Msambichaka na kutengua uteuzi wa kaimu mkurugenzi mkuu wa TPA Awadhi Masawe. Na tumsikilize, uh, Waziri Mkuu Kasim Majaliwa kutokana na utendaji mbovu wa mamlaka mzima ya bandari kwa muda mrefu kupitia ripoti mbalimbali zinazoonyesha kuwa na mianya ya rushwa, mianya ya upotevu wa fedha, mianya ya kutoa mizigo kinyume cha taratibu, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli amevunja bodi yote ya bandari na kutengua uteuzi wa mwenyekiti wa bandari, wa bodi ya bandari Profesa Joseph Msambichaka. Kutoka sasa sio mwenyekiti tena wa bodi ya bandari na bodi yote na wajumbe wake uteuzi huo umetenguliwa. Lakini pia Mheshimiwa Rais anatengua uteuzi wa kaimu mkurugenzi mkuu wa bandari Bwana Awazi Masawe ambaye pia angepaswa kusimamia na wakati huo kabla ya kuwa kaimu mkurugenzi wa sasa alikuwa ndio mkuu wa vitengo vya fedha ndani ya mamlaka ya bandari, kwa hiyo anajua kinachoendelea. Hali kadhalika rais Magufuli amewasimamisha kazi wasimamizi wa bandari kavu wa nane na viongozi watano.